Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba umruhusu Katibu Mkuu Kiongozi aweze kuketi. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mara baada ya tukio la uapisho, naomba kumkaribisha Jaji Sivangilwa Mwengesi aendelee na utaratibu wa kiapo cha maadili kwa kiongozi aliyekula kiapo hivi punde. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Jaji, karibu. Mheshimiwa AG, naomba usimame utoe ahadi ya uadilifu kwa mbele ya Mheshimiwa Rais, ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma kwa kuzingatia misingi ya maadili iliyoanzishwa katika ibara ya 132 ya, ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na, na masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma ya mwaka 1995 ya ambayo yanamtaka kila kiongozi wa umma kuzingatiwa viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma. Mimi Hamza Saidi Johari ninauahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa Bunge, watumishi wa Mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatenda kitendo chochote cha rushwa. Sitaomba, kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linalokiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma. Sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo. Nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote na, na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia Katiba na sheria. Nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini, siasa, kabila, udugu, utaifa, ukanda, jinsia au hali ya mtu, na nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma ninapokuwa kazini, nje ya mahali pa kazi na hata nitakapostaafu au kuacha kazi. Tamko: ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuweka saini. Ninakubali na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria, na ninawajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni kiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi, na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo. Nakushukuru sana, naomba uketi na kutia saini.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 Mweshimua Jaji Sivangilwa wa Mwengesi, Kamishna wa Maadili. Wakuu wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Wakuu wa taasisi mbalimbali za Serikali mliopo. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mweshimua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hapa ndio tumefikia mwisho wa hafla hii ya kiapo kwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali.